Koma. Za karibu. Neno hili kila muungwana anapenda kulisikia na likipenya kwenye nta zake za masikio, karibu ndio neno la kiungwana. Nami nachukua fursa hii ya ushi na adhimu kukaribisha wewe mpenzi mtazamaji katika huu mradi koma. Leo niko na magwiji mahodari hawa wa kuweza kudadavua mambo kadha wa kadha kwa uchache na wingi wake pia okay. Mada mezani ni mazoea na mahusiano, ndio ipo mezani hapa, tutajaribu kuidadavua namna ambavyo Mwenyezi Mungu atakuwa ametukadiria tutaifanya hivyo, lakini kabla tujafika huku, kwa sababu tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, niwaulize tu maguji nyie. E, swaumu inapanda? Mashaallah, alhamdulillah, inapanda swaumu e, e, ni kujizuia. Al imsak ni kujizuia, watu wa lugha wanasema hivyo Eh, ni, ni, ni kweli kabisa mm-hmm. Uh, kujizuia huko si kujizuia tu kwa kula eh, na kunywa eh, bali kujizuia na yale matamanio ambayo mm-hmm. maybe ulikuwa ukiyaendea kipindi ambacho si cha saumu, ni ah, kuizuia nafsi mm-hmm. katika ile mifumo yafahamu masikio eh, macho eh, na mdomo ule ambao unatumia kula na kunywa, sasa ukataze. Ina maana uh, kama ulikuwa msengenyaji, ulikuwa mtu ambaye kuzungumza mabaya au kutungumza lugha chafu e, basi ni wakati wa kuacha mm. na si kwa kipindi cha saumu tu, bali ni kipindi chote cha, cha, cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kujizuia ni usiku na mchana au mchana peke yake? na nikote yani, maanake mchana unajizuia pamoja na usiku na usiku. Eh, lakini mi nawashauri sana vijana eh, kwa sababu hicho kipengele ndo kigumu sana eh, kwamba jitahidi sana waoe mm. hicho ndo kipengele pekee ambacho kinasababisha mambo yaende tofauti mm. somu iharibike kwanza shaka tuoe mm. unajua ukishaoa, maanake mwezi wa Ramadhani haukusumbui kwa sababu asilimia kubwa ya kusumbuka kwenye mwezi wa Ramadhani mm ni swala la kuchepuka yeah. Ukishaoa ikifika usiku, inshallah ukisikia adhana tu ile yeah. Muda wa kufutari, unaruhusiwa kumfutari mkeo, imekaa kisheria hi, hi, hi, hiyo hi, au... ah, unamfuturu ah, mkeo ah, imekaa hi, kabisa. Na mimi najua baada ya jua kuzama, wanasema baada ya ghurubi shamsi ni tende na maji, ruksa kuwa na mkeo ni ruksa, lakini sio kama ndio mtu akawa ametegea ah, ah, lakini imeruhusiwa haimeruhusiwa usiku baada ya iftari lakini, <laughs> siwe bana, baada ya adhana nah. ah. Sheikh <laughs> e, Naam bwana Fido. Naam eh, kwanza kwa majina. Naam, mimi naitwa eh, Hussein Hamis. Hussein Hamis. Yes. Ramadhan eh, lakini nina jina la awali pia, wengine ukisikia Hussein Hamis waweza kawa pata taabu kidogo. Ndio, nafahamika kwa jina Edward Paul, kabla sijaitwa Hussein Hamis. Ndio, Edward, lakini wengi unifahamu kwa jina la Fido Mgaigai. Mgaigai. Bwana mimi kwa jina naitwa Rugage Moshi Shaaban. Eh. Yeah. Ilo jina watu wakilisikia wanaweza wakadondoka. Ndio. Lakini almaarufu watu wakisikia MC Kidevu chakuku kuku basi wana enjoy na kufurahi. <laughs> MC Kidevu cha kuku na, na. Wana enjoy na kufurahi. Sasa tunarudi kwenye mada yetu. Tumemaliza kidogo hapo. Na. Tumelambaza. Na. E, watu ambao watakuwa wamefunga watakuwa kidogo wamepata faida zake. Na. Au sio bwana? Au kuna haja kidogo ya kuendelea? Ah, kipindi kama hichi nilikukumbusha <laughs> ni kipindi ambacho watu wengi urudishwe makwao, kipindi ambacho mahusiano mengi yanavunjika kwa muda. Rudi nyumbani kwanza, nafunga. Na wengine hapa wagumu kwenye kuwarudisha, basi wanajifanya Mungu hawaoni. Geuka huko, mimi na geuka huku, tusigusane. Lakini nyumba hii moja moja, naftari anapika huyo, kwao, kuna kuna kuna mengi yanaendelea. Kujizuia, ndio maana kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaona Watu wengi wanaoa kwa sababu hofu kubwa, namalizaje siku 30 nikiwa mimi mgoni mtu wa kupenda bebe? No. <laughs> Kwa hiyo watu wanarudi nyumbani kwa sababu tumalize siku 30, nah. Wanakuwa nyumbani kwao mbali, wanageuka huyu ageuke kule. Hii inaruhusiwa kisheria? Hapana. kama jibu ni hapana, tuliacha hivyo. Haya ni mambo ya Alhadi, mwenyeshe wa mkuu anaweza akayazungumza akayaweka vizuri. sisi si, tuwe tumeishia hapo, si kama elimu zetu zimeishi hapo, lakini tuishi hapo, turudi kwenye mada husika. Bwana Fido, mazoea na, na. mahusiano mahusiano e, ma, ma, ma, ni nini mahusiano? ni, ni, ni hali ya kukubaliana ya ku, wawili mkaamua mtengeneze kitu kimoja, ndio maana kunaitwa mahusiano. Lazima kuwa kuna mahusiano kati ya watu wawili, ndio uh, kuwe kuna wawili wanaamua kwao kuwa moja, ndio kuna uhusiano, kwa sababu vitu hivi vile kama viwezi kuhusiana, basi hakuna mahusiano. Kwa hiyo lazima kuwe kuna wawili wamekubaliana kupanda mili moja relationship hmm. Unanielewa vizuri. Hata wazungu wenyewe waliunganisha maneno eh. eh. mawili ya hayo, wakubaliane kufanya moja, hilo hey. eh. moja ndio linawahusisha hao wawili. Ma, maneno la kwanza ni relation hmm. la pili, wanapanda meli moja eh. Hey. wanakubali kusa, kusa, kusafiri pamoja yeah. na e bwana. <laughs> mimi nasikia raha sana hata mimi naijoi bwana e, mazoea ni nini? Ah, mazoea ni kukaa na mtu kwa muda mrefu kwa kufanya vitu tofauti tofauti mm. yaani mnapokaa baina ya mtu na mtu mm. kwa muda mrefu mkiwa mnafanya vitu tofauti tofauti. Ndiyo. pale ndio panapoleta mazoea. Yeah. Eh, kwa sababu unapokaa na mtu muda mrefu, labda mfano hamuonani mm. hamsalimiani na nini, haijengi mazoea. Sasa, hipi sahihi kati ya kumzoea mwenza wako kabla hujaenda kumwoa kwa mm. mkeo mm. na kuchaguliwa mke wako ipi sahihi na ipi inakaa vizuri? Hiyo mi naona kuna faida ya kumzoea kwanza. hey. faida ya kumzoea unapata kujua tabia yake, na si tabia tu ah. unapata kujua vingi vilivyomo ndani yake, kama je kinakuridhisha kwa, kwa sababu hata vitabu uh, vya dini vinazungumza, oeni wale mnaowapenda, wale wanaowavutia. dongo anything kitakachokuvuta wewe ndio unaweka ndani, unagusa unaachia Hapana, ndo mwisho wa siku umetengeza kitu kimoja, lakini pia ili utoke kwenye dhima uchaguliwe, bora uchaguliwe, kwa sababu mazoea nayo yanaleta dhima kubwa sana. Dhima ya mazoea kwenye ndoa iko wapi? Yani ni hatari, kwa sababu kwanza, ukiangalia kwa haraka haraka raha ya kuchaguliwa mm, nikupe raha ya kuchaguliwa. Ndiyo, mke utatengewa maji vizuri Ndiyo utatengewa chakula vizuri Mbewa, na hata unapoingia nyumbani unapokelewa kwa shangwe. Auoni kama mwanamke anayofanya hayo kwa woga, anaogopa? Hapana, kwa sababu tayari unajua ukishachaguliwa maana yake mke yule anajua thamani ya ndoa ni kiasi, lakini mazoea mm. yanaharibu ndoa. Emu mlambaze huyu bwana, katika hasara kubwa za kuchaguliwa mke ni kwanza, unachukua mtu ambaye sidhani kama umempenda au yeye amekupenda kwa sababu umechaguliwa. Faida ya ku, ya ku, kuwa na mahusiano alafu kaja kuingia kwanza kwenye mahusiano uh, na mkazoeana na mkaingia kwenye ndoa, faida yake kubwa ni, ni mnapata mna kufahamiana, lakini hasara kubwa ya kuingia katika mahusiano kabla amjazoeana mm, uh, kwanza si, si dhani kama yule ambaye unaenda kuingia katika mahusiano naye uh, amekuridhia mm. La pili, je, kuna vitu vingi unahitaji kuvijua kutoka kwake. Ni, ni mzuri wa kupika? Je, usiku ni mpishi mzuri pia, ni mpishi mzuri pia, au anapika vilivyo, eh, vitu kama hivi eh, wana, mtu ambaye eh. amechaguliwa anavikosa anakuwa ana eh. ufahamu nao, lakini ukizoeana naye unakuwa unakua najua amshangani kama ulimuuliza kabla ya ukipika, na baadaye unaweza kupika, ndio maana unagusa, unaachia, kuna muda eh. kuna muda unaenda kwao unaenda kulipia kabisa, ndio. Lakini hii pia inapelekea vijana sasa, kwamba bwana Fido anavyoongea ndio anaenda kupotosha watu kwa sababu yale mazoea ambayo unayaweka wewe baina ya mtu na mtu ndio anaharibu mahusiano na kila kitu, na hata ndoa pia inaharibika. Na mkiangalia sasa hivi ndoa za sasa hivi ndoa inaharibika wapi? Ha, unajua mazoea maanake hmm, yanapelekea nyinyi kufanya vitu ambavyo havijaamrishwa kisheria, hmm. Kwa ndoa kuzoeana si kufanya baba. Ha, unajua hapana. Hey, kuna mazoea mengine yanapitiliza ya mwisho wa siku mnakuta mnavunja ukuta. Hey, haukutakiwa kuvunjwa ule, wewe umevuka mbali sana, tofauti na huyu bwana anavyozungumza na anaenda kunifunga huyu, ananishtakia sasa eh. Hey. Huko tunakuenda ananishtaki na ni report. Na unakosa nini wewe kwenye mwanamke uliomzoea? Kuna vitu unavikosa ndio, kama uh, haso pale mazoea ya kizidi, kunaweza ukatoa taarifa ya userious kidogo isichukuliwe kwenye userious wake, kuna muda unarudi kuna na huduma unaweza kuitaka kwa sababu mazoea yamezidi bwana, utapakua wewe bwana, mimi nalala, unarudi saa sita baada ya kipindi, mimi nimechoka, utupotele pale. Kuna vitu ni kupakua vyote vya kula viwili ni um, kimojawapo lakini, na mimi kuna baadhi ya vitu uh, kuna vitu vinaweza vikawa visifanyiki kwa sababu mmezoeana mm. Lakini uh, kwa mwanamke ambaye yuko makini na nyumba yake yeah. hakuna yote. Faida yake hakuna athari yoyote isipokuwa faida yake ya mwanamke. Mkizoeana faida yake eh, mnaweza mkapeana ishara mbele ya watu, akawa mmoja kati ya faida kubwa ya mkizoeana. Kwanza wapenzi au uh, wapenzi, yani mtu na mkewe yeah. ndo wambea wa kwanza wa usiku. Mimi nikirudi usiku, taarifa zote nazipata kutoka kwa mke wangu, naweza kwangu nazipata mke wangu yani usigombane na mimi mke wangu asijue yeah. Sisi ndio ambia wa kwanza, kwa sababu gani tuna urafiki huo. Lakini hata kuna vile vya siri mm. havifanyiki tena, siri ambavyo labda vingine vilikuwa vinafichwa, labda ndugu yangu anaweza kaalifichwa, wakati amechaguliwa asivijue. Na ubaya ukichaguliwa mke unaweza usivijue vyote, hata usijue vitu vya siri mpenzi wako anapenda, kwa sababu ukupata muda ukaa naye. Lakini kuna vitu vya siri na vijua la lazima uvijue vitu vya siri ambavyo mke wako mke ambaye umechaguliwa ni lazima uvijue vitu vya siri. Hapana ah, kwa sababu si lazima. Eh, si lazima kwa sababu unapojua vitu vya siri zaidi ah, maanake inafikia hatua kwamba vingine huwezi kuvimezea ukajikuta, eh, kwamba ndoa imefika mwishoni bila wewe kufahamu, kwa sababu ya kunini ya kutaka kujua, hofu ikiwa kubwa, unaweza ukalala pia ukazima, eh ukazima hata eh. kwa hiyo mwisho wa siku shehe, yani kikubwa tu kikubwa kwa sababu yani, kwamba kujua siri kabisa, hapana, haitakiwi, na ndio maana pia napelekea hayo mazoea hayo ya mm. yani ukijua vitu vingi sana kama mwenyewe pia Fido amekubali, mm. kwa baadhi ya maneno amesema mm. ni kwamba ukimwambia, uh, kitu serious kabisa mkeo, hilo jambo linaweza pia likaathiri kila kitu. Yeye anachukulia kawaida, kwa sababu ni mazoea yamezidi. Mke ambaye wewe umechaguliwa mm. uoni, kuna baadhi ya mambo ukimwambia anayafanya bila kupinga, bila kuogopa, hauoni kama anafanya kwa kwa woga fulani? Na hiyo ndo raha ya ndoa hiyo, hiyo ndo raha ya ndoa ni kwamba leo hii Bwana Gabo ukiongea kitu hmm. kwamba uone kanabisa kwamba hata mke kidogo amevibrate mume kasema mume kaongea na ndo maana hofu hiyo pia, kwa sababu hofu ya ndoa inapokuwa hmm. ndio ndoa inadumu, lakini pia mazoea hmm. yanaondoa hofu. Fido unataka kusema kitu. Zama hizo ni zama za mfumo dume hmm. na ndio zilichagiza sana ukatili wa kijinsia yani, mwanamke anaweza kalifanya jambo bila bila kupenda, kwa sababu ukaja na wageni hata usiku bila taarifa akaamka kupika na ndio zimefanya ukatili uh, wa kijinsia uendelee sana. Ndio maana kuna madawati mengi sana ya ukombozi wa mwanamke, mwanamke aweze kufanya kazi. Sidhani hata kama anaweza kumruhusu mkewe kwenda kufanya kazi. Na ukiangalia mahusiano ya zamani, wazee wetu, nakuta mama zetu walikuwa sio wafanya wafanya kazi, ni walikuwa mama wa ndani, tofauti na sasa hivi mke wangu anatoka, mimi natoka kwenda kufanya kazi. Why? Ni kwa sababu tu, tu, tu, tu, tuko kwenye kwenye kwenye karne ya 21 ambapo kila kitu kiko wazi na mahusiano yamekuwa. Alimuhimu almuradi afuate sheria afuate sheria. Yeah. Mimi nimewapata lakini bado mm, kwamba mimi nasimama pale pale kwamba, ni kwamba hata uh, wasikilizaji ambao wanasikiliza na kutazama mm, wakifuatilia kwa haraka haraka msimamo wa kusimama pale pale eh, inaweza ikapita barabara ulikosimama ni sawa. <laughs> Lakini tukubali tukatae kwamba kwenye kuchaguliwa mke eh, unaenjoy mm, na unafurahi hata yeye mwenyewe pia mke anafurahi na, anaenjoy kwa sababu wazee tayari wametathmini hmm. kwa kujua kwamba ile nyumba hmm. kuna mtu amelelea na, na doubt na hmm. doubt. Mapenzi, tunazungumzia mahusiano, mazoea na mahusiano, kuna kitu kimejificha kati kitu mapenzi umechaguliwa, je, jenakupenda isijakawao umechaguliwa mwantumu mwantumu ana Abdalla kipangoto ndio hmm. mpenzi wake anayempenda. Tunakubaliana na, na, sisi na. wanaume kwamba raha ya mahusiano na mapenzi pia ni kwamba umpate mwanamke anayekupenda. Hiyo ni sahihi. Eh. Yeah. Hiyo ni sawa kabisa. Yeah. Ikiwa nakupenda wana mwanamke, kuna vitu vingi sana unaweza ukawa unavivuka wewe. Mm. Kuliko wewe ukimpenda sana mwanamke ambaye hakupendi, hii inakaaje kwako? Hii ndo hata ndugu yangu namshangaa, naona hiyo hicho kipengele kingine yeah, anakikosa kwa sababu, yeye sidhani kama mwanamke ana muda wa kumpenda yeye. Yeah. Amechaguliwa mwanamke atampenda saa ngapi hiyo? yeah. yeah. Tuachie sisi ndo tunaita watu wa kugusa, watu wa kugusa, achia twende kwa tupeleke kiposa. Lakini katika Tule kipengele hicho ambacho anakizungumza ni yeah. yeah, kwamba hata mwanamke pia anapochaguliwa ndio kwamba bana, unatakiwa uolewe na mtu fulani yeah. Lazima aombe picha, kuna taratibu zinafata. yeah. Lazima ni muone like, mbipicha. Mbipicha. Ha, picha picha zinaongopa, lakini pia lazima amuone yeah. Kuna taratibu utaratibu, kuna taratibu upo Oman bwana ha, hata utaratibu wa Tanzania ha, pia we upo wewe, ndio haki ya Mungu wewe ni morabu, nakwambia hivi yeah. Taratibu hizo pia zinafuatwa kwa sababu leo hii yeah. Haiwezekani wewe ukaoa mwanamke ambaye hujawai kumuona cha kwanza. mm, mm, mm. Au ukaoa au yeye ukamuoa mwanamke ambaye hajawai kukuona yeah. Ni kitu ambacho lazima kuna mawasiliano kuna kuonana, sawa, lakini ile kujenga mazoea mi ndio nakataa. Ipi faida ya mwanamke kuwa ana haiba ya kike, anasikia haya eh? ipi faida yake yani, Amas? ili mwanamke atimie, umate umate huo unatakiwa kweli yani? Mwanamke akipoteza hiyo, ni kama vile uko na dume lenzio. Sasa kwenye mazoea hayo, kwenye mazoea hayo sasa hawezi <laughs> kupata udambu udambu. Mazoea haya ya wawili hawa yanasaidia ku kwa kiasi gani, kuibua ile tabia ya mwenzake iliyojificha? kwa Kwa mimi naona kwamba haisaidii, kwa sababu pale mtu anapotaka kuonyesha mazoea au na tabia zake ambazo zimejificha, hmm. ni dhahiri kabisa kwamba ana uwezo wa kuonesha au asioneshe, mpaka pale atakapoingia kwenye ndoa na akaja kuyaonesha, akiwa aliyakuwa tayari yuko ndani ya ndoa, akawa muongo, akawa muongo hapa. Ile anakuektia, yani, unajua ile, maybe Johannes yuko hivi, kumbe ni hatari kwa ukiingia tu kwenye ndoa, watu makucha unayaona hayo hapo. Umevaa mkenge, umevaa mkenge. Nimerudi kwako. Naam. Eh, nataka uniambie faida ambayo ya kuzoeana inaweza ika kuonesha tabia ya mtu iliyojificha. Uh, sisi nadhani tunamalizana kule mapema kabla tujaingia kwenye mahusiano kwa hmm. sababu unategemea uko na mahusiano kabla ya kuingia kwenye, kwenye ndoa kwa kipindi gani? hmm. Nadhani kama kuna tabia iliyojificha utaiona tu, ndio maana uh, wanasema unapata muda wa kuchunguza baadhi ya mambo mm, tofauti na ukiingia kwenye mahusiano bila kuangalia, utaenda kupata surprise ukiwa ndani ya mahusiano. La, lakini bata achunguzwi kaka, na kweli kabisa, na umri huyo mhm, kuchunguza umri huyo usio unalijua hilo? Hapana, mimi sio mwoga shombo, bwana, kama maji na mwaga mwenyewe ndio anaokunywa. Bata na wasiwasi? Yes, gani eh, sawa, asina shida <laughs> kuna uzuri na kuna faida yeah, ya kuweza kumfahamu mwenzi wako kabla hujaingia kwenye ndoa, ili ujue hichi nachofanya na mkera hichi mm, anapendezwa nacho nah. Ni, ni, ni ruksa kufanya chochote mbele ya mke wako, mkiwa faragha tena ndio uwanja mzuri sana. Yani mimi na mpenzi wangu hatuna siri, mm, yani kitu ambacho mimi nafanya sijui yeye asijue mm, hakuna hakuna mpaka wote wa siri, simu yangu ya kwake password, nikiweka utumbo anajua mm. Nikiweka saba, anajua, nikiweka elo, anajua, anageuza tu, hakuna siri. Na ukiona uko kwenye mahusiano mpenzi wako kitu chako akifahamu kuna siri, bado hujaingia kwenye mahusiano ya yenyewe yale ya dhati, bado kuna sehemu umejificha, kwa sababu maana mahusiano mmeshakubali kupanda mili moja, kila kitu kinakuwa wazi, hata ikitokea una dharura, yeye password yako anakusaidia. Mfano umetokea una dharura umepatwa lolote hapo, naye atashika simu yako, mpenzi wako ajue password yako ndugu, uliochaguliwa, unasemaje? Ah, yani kwa taratibu ambazo pia zimewekwa eh, ni kwamba kwanza kama anavyozungumzia swala la simu. Achana na swala la simu. Eh, yani usitoke kwenye simu. Ndio. Nataka nijue mm, kuna, kuna faida yoyote ukiwa na mwenzio faragha eh, kufanya chochote ni ruksa lakini asizidi. Eh. Eh kwa sababu kuna vitu vingine pia vinahatarisha pia kuvifanya mbele ya mkeo. Hasa mkeo faragha. Hata hasa mkeo faragha. Hiyo inahatarisha pia mazoea yanavunja heshima, anaweza kuzoea sana. Kweli kama mtu atavuka yeah. ata, ata mipaka unajua, kuna watu wanakwambia uh, hata wazungu wamesema, don't take things for granted. Yani, isipitilize chukulia mazoea yale, wekee na mwenzia heshima yake mm. Ubaki na mipaka wako hapo mta mambo yatenda mazuri, lakini ukichukulia sasa okay, kwa sababu mmezoeana ndo kila kitu sasa, ukichukulia kwa maamuzi, ukichukulia wewe mwenyewe uji, yani ujiamulie mwenyewe, kwa sababu unaamini mpenzi wako ana shida au nini, ah, yule fresh tu ana noma huko, sasa ni kuvuka mipaka, ndo kutumia vibaya mazoea ku, ku, yes. Lakini uzuri wa kuzoeana, kuna mambo unafanya ya faragha, hujibani Eh, ujibani sio ukaseme mpaka niende niende mali watu mimi. Ah, kuna vitu vinakuwa huru, sikufiti hata kwenye mahusiano mengi. Unaona watu wanachepuka na wanashikwa ni kwa sababu wewe mpenzi wako kwa ndani unajifanya, umeonyeshi hasa kwa watu. Hakika kuna vitu kama unavibania bania hivi, alafu kule nje anakuta yule mchepuko anavifanya to the extent, kiasi kwamba unasema wow, what is this. Alafu ndio unajikuta sasa arudi huyo kwenye nyumba. Kwa hiyo ukiwa unajua katika mapenzi kunatakiwa kidogo uwechize, eh? Mm -hmm. Yaani kuna msemo mpenzi wangu, kwamba tu ndio maana wakati mwingine unakuta na inazidisha hmm, raha hiyo. Kabisa, na ukiachana na huyo mtu unaona kabisa, uh, ukiachana na mtu ukikutana na mtu, okay, mtu ambaye amesha kaa katika mahusiano ya mazoea wewe ukaja uka ukaanza naye uka uka uka mahusiano jua tu wewe utakuwa unasaidiwa na yule bwana why? Kwa sababu kuna misingi alishaisimika ambayo wewe huwezi ukaitoa, asema yeah. yeah, kisima cha mfalme hakichimbwi maji na kijakazi. kabisa eh, ya kisima cha mfalme hakichotwi maji na kijakazi. Kabisa. Elewa hilo neno, anaelewa kwamba kisima cha mfalme hakichotwi maji na kija kazi. Tuko sambamba? Na mimi, kwa nini mahusiano ya wazee wetu yalidumu yakawa yana mizizi, yamesimama vizuri, ya sasa yanakuwa na utofauti kidogo, ndoa zinavunjika haraka? Ni kwenye Haya tuliyojadili au kwenye nje ya haya tuliyojadili, ni mazoea. Mazoea yeah, mazoea ndio anapelekea ndoa kuvunjika. tusifanane na mahusiano ya tusifanane na mahusiano ya wazee wetu mm. Mazoea kupita kiasi kiasi, yeah. Yeah, yasiwetu mazoea mazoea na ubaya gani hivyo kufanya jambo lako lolezoea kuna shida? Mfano mdogo yani, yeah. kwa kumalizia yeah. Uh, wazee wetu walidumu kwa sababu unakuta mzee anaporudi, yeah. kutoka kazini, ishara ya kwanza akimkuta mtoto anacheza pale nje yeah. Anachukua mfuko anamkabidhi mtoto, mtoto anapopeleka mfuko ndani, kwa hiyo mke anajua kabisa mzee hmm, ni yeah, sawa yeah, lakini yoyote tu sawa, yoyote pale yeah. Eh, kwa sababu hata yeah, vijana vijana pia wanapokea sawa kitu kama hivyo, anawai anapeleka anajua mzee kaja, lakini vijana wa siku hizi kwa sababu ana mazoea wanaingia tu <laughs> <laughs> Hongera, na,

na kila kitu cha bua Tanga chabua Tanga wanaelewa. Ushamfahamu yes, amnambuge. Mimi msamba ni mgoshi kutoka kule Rushoto juu kabisa kwa wagusa, wazaelewa kwamba msamba. Niko hapa natia shida zangu hapa amnambuge. Eh, bwana, shukrani sana. Mimi salimu mwanangu Ahmed, niseme tu asante sana na endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki.